Kanisa la Askofu Josephat Gwajima limesema linasubiria msimamo wa serikali kuhusu upotevu wa mali. Novemba 24, mwaka huu Waziri Mkuu wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lame Kinchemba, aliagiza kufunguliwa kwa kanisa hilo la ufufuo na uzima lililofutiwa usajili wake Juni 2 mwaka huu wa 2025. Uongozi wa kanisa hilo la ufufuo na uzima la askofu Josephat Gwajima umesema unasubiria msimamo wa serikali kuhusu upotevu na uharibifu wa mali za kanisa hilo kabla ya kuchukua hatua zaidi. Uongozi huo unadai kuwepo kwa upotevu na uharibifu wa mali zenye thamani ya shilingi bilioni 2.7 katika kipindi ambacho kanisa lao lilikuwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Jeshi la polisi limesema uchunguzi dhidi ya madai hayo unaendelea kufanyiwa kazi. Bado uchunguzi unaendelea, amesema kamanda wa polisi mkoa wa Kinondoni Mtatiro Kitinkwi, siku ya Disemba 18, 2025 wakati akizungumza na gazeti la Mwananchi. Novemba 25 mwaka huu wa 2025, mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando aliutaka uongozi wa kanisa hilo kufanya tathmini ya mali zilizoharibiwa na kuibiwa kisha kupeleka ofisini kwake kwa hatua zaidi. Akizungumza na gazeti la Mwananchi siku ya Disemba 17 mwaka huu wa 2025, mchungaji kiongozi na mkuu wa utawala na fedha wa makanisa ya ufufuo na uzima Askofu Baraka Tege alisema kuwa tayari wamewasilisha tathmini ya uharibifu na upotevu wa mali kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya Ubungo. Tunachokisubiri ni majibu yao kuhusu uharibifu na upotevu huo ili tujue nini tufanye. Majibu yao ndiyo yatatupatia mwelekeo wa jambo hili kama tuchukue hatua zaidi au vinginevyo, alisema eh, Askofu Baraka Tege. Disemba 16 mwaka huu wa 2025, gazeti la Mwananchi lilipomtafuta Msando kueleza kama ofisi yake imepokea ripoti ya uharibifu na hatua gani imeanza kuchukuliwa, lakini aliomba atafutwe wakati mwingine kuzungumzia jambo hilo. Albert Msando alipotafutwa tena Disemba 18 na 19 kuzungumzia hatua inayochukuliwa na serikali kutokana na upotevu wa mali za kanisa hilo simu yake iliita bila kupokelewa. Awali kanisa hilo lilifutiwa usajili wa kuendelea na huduma tangu Juni 2 mwaka huu wa 2025 kwa kile kilichoelezwa na Msajili wa Jumuiya za Kiraia Emmanuel Kihampa kuwa limekiuka sheria za usajili sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa. Katika barua yake kwa Askofu Josephat Gwajima, Emmanuel Kihampa alisema kuwa uamuzi huo umefikiwa mara baada ya askofu huyo kuonekana akitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa kupitia mimbari ya kanisa hilo akielezwa kuwa na nia ya kuichunganisha serikali na wananchi. Baadaye, Askofu Josephat Gwajima alijitokeza hadharani na kukanusha taarifa za kanisa lake kufungwa akisema kuwa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 Hata hivyo kupitia video iliyochapishwa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, Josephat Gwajima akiwa na viongozi wengine wa Kikristo alisema kuwa polisi wamezingira kanisa lake baada ya barua juu ya kufungwa kwa kanisa hilo hadi Novemba 25 mwaka huu wa 2025 saa 7 na dakika 30 mchana. Kanisa hilo lilikuwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Novemba 24 mwaka huu wa 2025, Waziri Mkuu wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwigulu Lame Kinchemba, alitangaza kanisa hilo lifunguliwe. Na siku sita baada ya agizo hilo, msimamo mwingine wa serikali ukatolewa, mpango wa kutafutwa au kukamatwa kwa kiongozi huyo ukome. Baada ya maagizo hayo Novemba 30 2025, waumini walifanya ibada ya kwanza ya Jumapili, ikiwa imepita takriban miezi sita tangu kufutiwa usajili. Askofu Tege alieleza uharibifu wa mali za kanisa uliofanyika katika kipindi ambacho uh, kanisa hilo lilikuwa chini ya ulinzi wa polisi. Alidai mali zenye thamani ya shilingi bilioni 2.7 zimeibiwa na kuharibiwa, ikiwamo fedha taslimu shilingi milioni 420 zilizokuwa zimewekwa kwenye shelfu maalum. Vingine alivyovitaja ni vifaa vya kanisa pamoja na sare za wanakwaya, akibainisha kuwa kwenye ofisi ya utawala laptop yenye nyaraka za ofisi na taarifa nyingine pamoja na runinga vyote vimeibiwa. Vingine alivyovitaja ni nakala za vyeti, e, za ndoa, vyeti vya ubatizo, huku ofisi ya askofu mkuu ikivunjwa na mali zilizoibiwa katika ofisi hiyo ni kompyuta, printa, TV na ipad. Pia kwenye ofisi ya machapisho mali zilizoibiwa ni kompyuta, nyaraka, e, hadi diski na printa wakati eh, kwenye stoo ya kanisa zilizoibiwa ni sare za wanakwaya, vyombo vya kupikia, masufuria, sahani na vikombe. Alidai kwenye ukumbi wa kanisa mali zilizoibiwa ni viti 1826 mixer ya kanisa, wire microphones, speaker na digital amplifier. Wakati kwenye stoo ya kutunzia vifaa vya muziki vyote vimechukuliwa ikiwemo eh, mixer, extension cable na speaker kubwa. Kwenye chumba cha printing mali zilizoibiwa ni laptop kompyuta aina ya iMac na vifaa vya kuprinti. Milango ya kanisa nayo eh, imeharibiwa. Thamani ya mali zote ni shilingi bilioni 2.76. E, alisema askofu huyo. Siku ya Ijumaa Desemba 19, gazeti la Mwananchi lilitembelea makao makuu ya kanisa hilo la Ufufuo na Uzima lililopo Kimara jijini Dar es Salaam na kukuta ukarabati na ujenzi wa kanisa hilo ukiendelea. Mmoja wa waumini ambaye alikutwa kanisani hapo kwa masharti ya kutotajwa jina lake alieleza kuwa ujenzi huo ulianza kabla ya kanisa kufungwa, hivyo kinachofanyika sasa ni mwendelezo tu. Kinachofanyika hapa eh, kinachofanyika hapa si jambo jipya. Ujenzi ulikuwa unaendelea kabla hatujafungiwa, na mafundi waliondolewa baada ya tangazo lile kanisa kufungwa, alisema eh, muumini huyo wa kanisa hilo alipo aliyekutwa eh, akiwa kanisani hapo na gazeti la Mwananchi wakati eh, ujenzi ukiwa unaendelea katika kanisa hilo ama kanisani hapo. Hii ndo imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi kinachoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa hasa kufuatia sakata la kufungwa kwa Kanisa la Ufufuo na Uzima la Josephati, eh, ambalo lipo chini ya Askofu Josephati Gwajima na